Kitu cha kwanza, jamii imekuwa ina mtazamo mbovu kwamba watoto wa kiume uwaga wafanyiwi sexual harassment, sexual harassment, afanyiwi unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi, hiyo inamfanya mnyanyasaji yule, kichwani mwake, ajue kwamba itakuwa ni ngumu mimi kupatikana, kufahamika, kugundulika, eh eh, na hata ikitokea nikagundulika, watu watafikiria kuamini kama inawezekana. Okay, hivyo basi, kama mtu ana matatizo ambayo ni mengine sasa yaliyo yaliyomfanya afanye hicho kitu, mtoto anakuwa ni ni nafasi, ni ni mtu, ni ni mtoto wa kiume anakuwa ni rahisi anaa mm. mm. Kitu kingine ni authority figure. mm. Ni ni kiongozi wa dini labda mamlaka mengi juu ya kuwalinda watoto yeah. Na hawafanyi monitoring yoyo, kwa sababu wanaaminiwa. Yeah, hivyo basi yule abuser yule anakuwa anaichukulia kama advantage kwamba anaweza akafanya chochote.